Nani? Kakawa. -Kakawa. Matola ondoke, Matola aondoke kwenye timu yetu Matola. Huo Yesu anasemaye alikamwe sisi, hatutakupepesa macho hata kidogo. Yesu, huo Yesu anasema <IES> wali kamwe ni Matola, nani sasa

Mimi miiia kianamuombamasam namuomba mama Samia, aondoe wale aondoe wale watu Simba zote si klabu. Matola Mangungu anatuumizia timu yetu, sisi tunakufa kwa sababu ya Simba. Unajua, mimi nimefikia mambo mangapi mpaka nafika hapa katika uwanja. Mm, umepitia mangapi? Pole sana. Ni nini ambacho unapitia? Na kama naeka shangula yani, kwa sababu ya mambo ya Simba mimi naumia. Leo labda kiongezeke, Mangungu aondoke, Matola aondoke, wajo wa, viongozi wape, atusajilie timu tuenda kasisi. Wana Simba misimu minne tunafungwa na Yanga mara sita tunafungwa na Azamu. hii Simba, Hii Simba, Hii Simba. Mimi naumia, mimi naumia, mimi nitakufa kwa sababu ya Simba. Mimi nitakufa kwa sababu ya Simba. Sawa Pep Guardiola au Jose Mourinho, ah, yeah. Matola aondoke, uh, Matola, uh, Matola, uh, Matola, uh, uh, Matola ndo kirusi. <laughs> <laughs> kapita Bakevi kaonekana mbovu, kapita si nani Fadu kaonekana mbovu, kapita kila kocha kaonekana mbovu. Matola ndo mzima yeye, ndio mzuri kuliko makocha wote. Matola aondoke, atuache timu yetu. Mangungu aondoke, Mangungu Yanga, kila mtu anajua Umenelewa, mangungu ni Yanga, kila mtu anajua. Mimi naumia kwa sababu ya Simba, mimi naikala yani maisha yangu kwa sababu ya Simba. Mungu ndo anajua, na Mungu ndo shahidi. Tunafunga goli mbili na Azamu miapbeambea eh, sisi tunaumia sisi tunaumia kweli. Ujue mimi natoka Tanga sababu ya Simba, mi natoka Kilindi, natoka kwa sababu ya Simba. Ujue umenelewa sijui, mangungu aondoke, matola aondoke. Hapo ni stoti vilevile, wanachama tupewe haki zetu. Sio <tis> ubingwa tu, tutafungwa zaidi ya mara ishirini na Yanga na ubingwa hatuchukui tutafungwa kila siku mpaka na timu zisiojulikana umeelewa? siju Mimi naumia, siwezi kuongea sana kwa sababu gani? Mimi najiona kabisa kama Israeli ananiona huyu hapa ananifuata. Umeelewa vizuri? Israeli namuona huyu hapa ananifuata mimi naumia ujue. Mimi naumia mtu mzima, mpaka natoa makamasi na natoa machozi, nalia kwa sababu ya Simba, okay. Sime, naelewa mi nalia nalio sababu ya Simba, ujue, sili kwa timu nyingine zaidi ya Simba.